Kama tulivyotangaza tutakuwa na semina zingine tarehe saba mwezi wa sita mwaka mwaka huu, na katika semina hizi tutazifanyia hapa hapa katika eneo la Mwamboni. Tunakukaribisha sana, lakini pia uh, tunakaribisha maoni na ushauri mbalimbali mbali katika akaunti zetu ambazo ni akaunti za YouTube, uh, Facebook pia na Instagram ambazo zinasema Gofu Juu Ministry. Tunawakaribisha sana, lakini pia tunatamani tuweze kupata na kushirikiana na kila mmoja wetu katika semina hizi. Kwa kusema hivyo, tunawashukuru sana washiriki wa kanisa lakini pia tunashukuru mafundi, uh, mitambo. Tunashukuru sana wataalamu wa lugha za alama ambao tumeshiriki nao katika siku ya leo. Mungu aweze kuwabariki sana. Tunaamini, uh, Mungu ataendelea kututumia kwa ajili ya kuhakikisha tunapeana kwa ufupi mambo machache ambayo yatatusaidia tuwe na mahusiano mema. Mungu na aweze kutubariki. Na kwa kusema haya, kwa niaba ya uongozi wa kanisa tuseme tumeahirisha semina zetu mpaka tarehe saba mwezi wa sita. Bwana na aweze kutubariki.